Turejea tena kaunti nambari moja ambapo serikali ya kaunti ya Mombasa imeanzisha mchakato wa kufadhili utoaji hati miliki kwa maskwota ili kuondoa taharuki na migogoro ya kila mara kuhusu umiliki wa ardhi katika eneo la Shanzu. Akizungumza katika kikao na baadhi ya maskwota eneo la Wayani, waziri wa ardhi Mombasa Hussein Mohamed amesema kuwa wanalenga kutoa hati miliki zaidi ya elfu thelathini ili kutatua malumbano na kesi kuhusu umiliki wa ardhi, tumeweza kuanza mi A process kama hizi kule Changamwe, tumeweza kufika chaani ambapo pia tumeweza kutoa title na upande wa Majaoni ambao pia bado ni uh, wodi ya Bamburi, tutaweza kutoa title na tutaweza kufika upande wa Likoni na zile sub county zingine Mombasa. Uskota utaishi. Tumekuja hapa kuwaonesha ile ramani na vipi plot zao zitakuwa, kwa sababu katika skimu kama ile lazima kuwe na barabara, kuwe na mahali ambako watoto wataweza kucheza, kuwe na mashule. So leo tumekuja hapa kwa ilo zoezi ambalo lilikuwa ni donda sugu kwa miaka mingi, lakini serikali imehakikisha imelipeleka haraka iwezekanavyo, na kwa takriban pengine wiki mbili tatu watu wataweza kupata hati miliki zao. Tukipata hizi title deed tutajiendeleza sana. Hasa, hasa unajua, ukiwa huna cheti una nyumba na mchanga peke yake hakuna njia yoyote inakusaidia, lakini wakati unapata cheti unaweza hata kwenda benki kukopa na kuanza mpango wa kuanza biashara. Tume ya kitaifa ya kijinsia